Mosi. Na nikianza na taarifa ambayo inasema viongozi wa timu uh, ya Simba wamekubali yaishe na kuridhia mchezo wao dhidi ya watani wao wa, wa, wa jadi Yanga uchezeshwe na waamuzi kutoka hapa nchini. Makamu wa rais wa Simba Geoffrey Nyange maarufu kama Kaburu ameiambia TBC kuwa kwa sasa hawana kinyongo na waamuzi wa Kitanzania, ila akatoa rai ya kuwa wahakikishe wanafanya kazi yao kwa umakini mkubwa Si jambo geni ambalo sisi tulipeleka mikononi mi, mi, mwa shirikisho, lakini kuna jambo ambalo eh, lingeweza kufanyiwa kazi, kwa sababu eh, tumeona kuna maeneo mengine yanafanyiwa kazi, lakini mwisho wa siku maamuzi ni ya shirikisho, na, na sisi kama, kama, kama Simba kama klabu kama, kama kucheza mpira wacheza mpira sisi wajibu wetu ni kucheza mpira kulingana na maelekezo. Kwa hiyo kama watamua waamuzi watoke hapa hapa sisi angalizo letu ni ile tu kwamba eh, walete waamuzi wenye uwezo na pia lakini pia walete waamuzi ambao wameandaliwa kuchezesha mpira kwa haki. Simba waliwahi kunukuliwa wakitangaza kugomea mchezo dhidi ya Yanga iwapo waamuzi wa mchezo huo hawatotoka nje ya nchi. Mchezo wa Simba dhidi ya Yanga utachezwa siku ya Jumamosi ya Februari ishirini na tano uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam.